Kushabikia mpira ni dhambi au sio dhambi? Ni kitu ambacho watu wengi sana wamekuwa wakijiuliza kwamba je, mimi kama mtu niliyeokoka ninapoamua kushabikia mpira au kucheza mpira au kuangalia mpira, je, swala hili ni sahihi au ni swala ambalo sio sio sahihi? kwamba je mimi leo nimeguswa sana, niweze kuzungumza kuhusiana na je, kushabikia au kucheza mpira wa miguu ni dhambi au si dhambi? Ni kitu ambacho leo tunakiangalia hapa. Sasa kabla sijatoa mtazamo wangu mimi juu ya jambo hili, nataka niweze kugusia mambo machache ya kihistoria, ili tuweze ku, ku, kuelewa vizuri na kila ambacho nimekusudia kukileta kwako kupitia kipindi hiki. Ukifuatilia uh, katika historia inaonyesha kwamba mpira uh, huu ambao unashabikiwa leo hii uli, ulianza kuwa rasmi na watu kuanza kufuatilia na kuanza kuweka associations na vitu kama hivyo mwaka elfu moja mia nane na sitini na tatu pale ndio mpira huu ulianza ku, ku, kufuatiliwa na watu wakaanza kuweka uh, kuweka kanuni na watu wakaanza waka kuweka utaratibu watu wakaanza uh, kuona namna gani namna gani ambavyo mpira uh, unaweza ukawa katika, katika mfumo ambao unaweza ukagusa watu wengi sana na watu wakapata fedha kupitia, kupitia, kupitia mchezo. Na ukifuatilia pia utagundua kwamba mashindano ya ligi yalianza ya, ya kufanyika kuanzia mwaka elfu moja mia nane na themanini na nane pale ndio kule Uingereza watu walianza ku, ku, kucheza mashindano ya haya ambayo yanaendelea mpaka leo. Watu wanalipa pesa nyingi sana, watu wanatengeneza pesa nyingi kupitia mchezo, lakini ni kitu ambacho hakikuanza ghafla, ni kitu ambacho kilianza kutokea mbali. Sasa watu wamekuwa wakijiuliza vitu vingi sana, watu wamekuwa wakijiuliza vitu vingi sana watu kuhusiana na uhalali au kutokuwa na uhalali kwenye, kwenye, kwenye swala hili. Sasa leo mimi niko hapa ili tuweze kuangalia kwamba je ni vibaya au sio vibaya, wewe kama mtu uliokoka kushabikia mpira au kucheza, kucheza mpira? Sasa ukisoma katika maandiko utaona Paulo, wakati anawaandikia wa Korinto, ana, anatoa mfano eh. Anasema kwamba watu wanaoshindana katika michezo wana, wanajizuia na kila kitu ili waweze kupata taji inayoharibika, lakini yeye anajizungumzia sasa. Anasema kwamba yeye anafanya vivyo hivyo, anajizuia na vitu vingi ili aweze kupata taji isiyoharibika. Sasa ukisoma huo mstari unagundua kwamba kumbe michezo haikuanza ule mwaka wa elfu moja mia nane na, na sitini na tatu kule Uingereza, walipoanza walipoweka uh, walipoanza kuendesha michuano hii, haikuanza pale. Utaundua kwamba kumbe michezo ni kitu ambacho kilianza zamani sana, watu walianza kushabikia, walianza kucheza michezo mbalimbali mbali. Bila shaka hata mpira miguu pengine ulikuwa. Sasa Paulo anasema kwamba watu wanaoshindana katika michezo kujizuia na vitu vingi ili waweze kupata taji inayo, alikuwa anatolea mfano. Sasa ukizungumzia hilo, ndio nagundua kwamba kumbe si kitu ambacho kimeanza hivi karibuni. Michezo mbalimbali mingi tunayoiona leo inaendelea, ni michezo ambayo ilianza zamani, watu wanaiendeleza na watu wanawekea utaratibu, wanawekea kanuni, wanaweka vitu vingi, ili kwamba katika kufanya hivyo watu waweze kuelewana, lakini mwisho wa siku, amani iendelee kuwepo. Sasa watu, mjadala ambao unagusa watu wengi sana na watu wamekuwa wakijiuliza sana ni kuhusiana sasa na uhalali wa kushabikia na kuto kushabikia. Sasa, mimi leo nataka niseme. Kama mpira, kushabikia mpira ni dhambi. Nataka niseme kwamba wako watumishi wa Mungu ambao wataingia motoni kwa sababu hiyo na wako watu ambao waliokoka ambao wataingia motoni kwa sababu ya kushabikia mpira. Ikiwa kushabikia mpira ni dhambi. Sasa kitu kimoja ambacho mimi ninajiuliza nina, nina, nina na hapa leo nataka nikiweke bayana ni kwamba kitu chochote, kitu chochote unachokifanya hata leo hii, kitu chochote unachokifanya kinachukua nafasi ya Mungu kwenye maisha yako, hicho kitu, hata kama sio kibaya kwa asili yake, lakini ukikifanya kikakufikisha hapo, maanake kwa kufanya hivyo utakuwa unakosea. Ukifanya jambo lolote ambalo litapita kiasi, kwa sababu Andiko anasema kiasi ni tunda la Roho. Sasa unapofanya jambo lolote unapita kupita kiasi. Tafsiri yake ni kwamba unakosea unapokuwa unafanya jambo hilo. Linaweza likawa ni jambo zuri sana. Hivi unajua kwamba hata kula chakula ni kitu kizuri sana. Kula chakula ni kitu kizuri sana. Lakini kuna kuna wakati unaweza ukamkosa Mungu kwa sababu tu ya kula chakula. Ukila ukapita kia, kupita kiasi, tayari umeshafanya makosa. Kwa hiyo mambo mengi ambayo ni halali yanaweza yasiwe halali kulingana na namna ambavyo wewe umeyapa nafasi kwenye maisha kwako. Sasa hata swala la kushabikia, mimi ninavyolifahamu na vile ilivyo kwangu mimi, kwa mtazamo wa kwangu na vile ambavyo nimejaribu kufanya research, ni kwamba kus, kushabikia au kucheza mpira wa miguu sio dhambi, lakini inapofika mahali ikachukua nafasi ya Mungu kwenye maisha yako, tayari ni dhambi. Inapofika wakati ambapo wewe uko tayari kuahirisha ibada kwa ajili ya mpira au, ama kwenda kucheza au kwenda kushabikia au kwenda kushangilia, tayari hii imekwisha kuwa dhambi. kuna vitu viwili ambavyo lazima tuvito, tuvitofautishe kuna uovu, kuna dhambi. Hivi ni vitu viwili ambavyo vinatofautiana, ingawa uovu ndio unaopelekea dhambi. Kwa hiyo mtu anaweza kawa anaishi maisha yake na amejilinda na vitu vingi, lakini akawa anaishi ana, ana, ana, anafanya uovu mwingi. Sasa ule unapofanya uovu na ukawafanya uovu kwa sehemu ya maisha yako, tayari hii inakuwa imekuwa imekuwa dhambi. Kwa hiyo kushabikia mpira, kama mpira si kitu ambacho ni, ni, ni dhambi moja kwa moja, lakini yale mambo yanaweza kutokana na wewe kushabikia, hayo ndio yanaweza kuwa. Kwa mfano uki, uki, kama ukifuatilia utagundua uh, kuna mchezaji mmoja katika li, ligi ya Uingereza alikataa kuvaa kitambaa cha unaodha ambacho kilikuwa kina rangi zinazoashiria ku a, uh, promote eh, ku promote a, uh, ndoa za jinsia moja. Yeye alipopewa kitambaa kila kivae kama kiongozi wa timu alisema no, mimi siwezi kuvaa kitambaa kwa sababu kina promote eh, kinahamasisha vitu ambavyo mimi siungi mkono. Unaweza kuona kwamba alifanya jambo jema kwenye michezo, lakini pia kuna wengi, kuna watu wengine, kuna wachezaji wengine ambao wameokoka na wanatumia ile platform kumsema Yesu kwa watu wengine na hivi karibuni tumemwona Shomari Kapombe, picha zake zimetembea sana kwenye mitandao wakati Simba alipofuzu kuingia nusu fainali, alipopiga penalti yake ya mwisho na akapani kufunga, alivua jezi yake na baada ya pale akawa anasomeka maneno ambayo yanasema 100% Jesus. Ilikuwa ni ujumbe kubwa sana ambao ulienda mbali sana na uliwafikia watu wengi sana, lakini ni ujumbe ambao uliwafikia watu kupitia kwenye michezo. Hicho ni kitu kizuri ambacho mtu alikifanya kwenye uwanja wa michezo. Kwa kwa hiyo mtu uh, unapopata nafasi ya kufanya kitu ni vizuri ukakifanya kwa, kwa usahihi sana na kwa standard sana, kwa sababu chochote unachokifanya kinaweza kikawa ni njia ya kuwafikia watu wengine kwa habari njema. Sasa wewe unaweza ukawa ni mtumishi wa Mungu ambaye unapiga vita sana maswala ya, ya mpira na ukawafanya watu wengine hata ambao walikuwa tayari kusikiliza mahubiri yako na ule ujumbe ambao Kristo ameweka ndani yako wakashindwa kukusikiliza kwa sababu ya vile ambavyo unapiga vita swala zima la mchezo. Na wakati mwingine ni mbaya sana kwamba wewe unaweza ukawa ukiwa public, ukiwa mbele za watu unazungumza na kukemea sana jambo hilo, lakini ukiwa peke yako unafuatilia hili ni jambo la la hatari sana, kwa sababu utakuwa ni mtumishi wa Mungu unayeishi maisha ya kinafiki. Hiyo haitakusaidia sana, na wakati mwingine unaweza ukajikosesha ukaji, ukaji, ukaji, ukaji baraka kwa sababu ya kuishi maisha ya unafiki. Mimi niko hapa leo ni, ni, niseme kabisa kwamba jambo lolote ukilifanya likapita kiasi, ukalifanya kupita kiasi, ukalipenda kupita kiasi, mpaka likafika hatua ambayo linachukua nafasi ya Mungu kwenye maisha yako hicho kitu hata kama ni kizuri kwa kiasi gani, utakuwa unakosea, na kwa kufanya hivyo utakuwa unafanya dhambi. Lakini ukifanya mambo yote kwa kiasi, ukifanya mambo yote kwa kiasi, unakuwa unafanya vizuri na unakuwa bado katika njia hiyo kwa sahihi, kwa sababu hakuna mahali ambapo tunaweza kusoma moja kwa moja kwamba kucheza mpira wa miguu ni dhambi. Kwa maana hiyo, sasa kitu ambacho tunaweza kukifanya kama watu wa Mungu, kama watumishi wa Mungu ni kama una, unapata nafasi ya kucheza, unacheza kwa kiasi ili tu kwa kufanya hivyo usije ukamkosea Mungu. Hilo ni jambo muhimu sana, kuliko mambo mengine yote ambayo mtu unaweza ukafanya. Lakini pia hata wewe unayeshangilia, hautakiwi kushangilia kupita kiasi, kwa sababu ni kweli kwamba katika ku, kushangilia na kushabikia mpira kuna mstari mwembamba sana unaotenganisha jambo hili kuwa sahihi na kutokuwa sahihi. Kwa, kwa sababu kuna watu wengine wanaingiza ushiriki, ushirikina kwenye michezo. Kuna watu wengine wanafanya vitendo vya kishirikina kwenye michezo. Sasa kwa kufanya hivyo, hata kama ilikuwa ni unafanya kitu sahihi, lakini kwa kufanya hivyo tayari umekwisha kukosea. Na unajua kwamba kuna watu wengine pia wanaingiza ushirikina kwenye kazi ya Mungu. Hawezi kufanya kazi ya Mungu kwa, kwa, kwa kutumia nguvu za giza, halafu kawa bado uko sahihi. Unafanya kitu sahihi ni kweli, lakini unakifanya katika njia sio kwa sahihi. Kwa maana hiyo sasa, hata kile unachokifanya unakuwa umekibatilisha. kwa hiyo hivi ndivyo ilivyo hata katika swala la kushangilia au kucheza mpira wa miguu. Kuna namna fulani ambavyo unaweza ukafanya na ukawa, niyako, ikiwa bado ukawa Kristo akaendea kukaa ndani yako, ikiwa bado ikiwa unafanya katika namna iliyokuwa njema, lakini kuna namna fulani ukifanya inakuondoa kwenye uhalali wa kuwa sahihi na kuwa salama katika kufanya